Achilia mbali picha ya kutisha ya mtoto aliyekaa akiwa amedhoofu na nyuma yake kukiwa na tai. Picha hii ya kutisha iliyopigwa mwaka 1948 na inaonyesha mama aliyekata tamaa akiwatangazia wateja juu ya watoto wake wanne kwamba wanauzwa, ama kwa Kiingereza, four children for sale. Kwa mtazamo wa kwanza, inaonekana kuwa ni jambo lisilowazikika lakini nyuma ya taswira hii kuna hadithi ya kuhuzunisha ya umaskini maisha na kushindwa kwa taifa la Marekani kulinda watu wake walio katika mazingira magumu zaidi. Picha hiyo iliyopigwa kwa Chicago na mpiga picha wa gazeti inamuonesha mama huyo Lucille Chalifoux akiwa mtalikiwa mwenye umri wa miaka 24 na watoto wanne chini ya miaka sita, akiwa ameachwa na mmewe na pia akiwa hana kazi na akikabiliwa na kufukuzwa na mwenye nyumba wake. Hakuwa na njia ya kutokea. Bango lake lilisomeka: watoto wanne wanauzwa, chunguza ndani. Hili halikuwa ni jambo la pekee. Baada ya vita vya dunia vya pili, familia nyingi hasa akina mama wasio na waume nchini Marekani zilikabiliana na umaskini uliokithiri, kwa kuwa hakuna mpango wa ustawi kama ambavyo imekuwa hivi leo wengi waliona kuuza watoto ilikuwa ndio chaguo lao la kipekee. Kwa kweli, mara nyingi ilikuwa ni kujisalimisha kwa muda, wakitumai kwamba wageni wangeweza kutoa kile wasichoweza kupata. Kwa maneno mengine, kuweza kuonewa huruma na wageni na kusaidiwa. Watoto hao Ryan, Milton, Sue Ellen na mtoto David walichukuliwa na familia tofauti tofauti ripoti zinaonyesha kwamba Lucille alipokea kiasi kidogo cha fedha, lakini hakikuwa kile kiwango cha kuuzwa kwa watoto hao walichokitaka, na aliishia kukata tamaa ya kuendelea kuishi. Ndugu na dada hao walitengana na katu hawakuwahi kukutana tena. Katika mahojiano ya mwaka elfu mbili na nane ya Sue Ellen pamoja na chombo cha habari cha ABC News, Sue Ellen alikaririwa akisema Tuliambiwa mama alikuwa akitutoa kwenye familia nzuri. Sikujifunza ukweli hadi nilipoona picha hiyo nikiwa mtu mzima. Ilinivunja moyo wangu. Mwisho wa kunukuu. Kesi ya Charles Fox ilifichua mapungufu ya kimfumo. Mnamo mwaka 1948 Marekani haikuwa na usaidizi wa serikali kwa wazazi wasio na wenzi. Mifumo ya ustawi wa watoto ilikuwa na watu wengi kupita kiasi kuasili ama adoption kwa lugha ya Kiingereza, mara nyingi hakukuwa rasmi, wakati fulani kwa upendo, wakati mwingine ilikuwa ni kwa unyonyaji. Picha hii ililazimisha Amerika kukabiliana na mapungufu yake. Kufikia miaka 1960 majeuzi ya ustawi na kanuni za malezi ya watoto yalianza masehemu, ilitokana na hadithi kama hizi. leo hii watoto zaidi ya laki nne wako katika vituo vya kulelea watoto nchini Marekani picha ya watoto wanne wanaouzwa inasalia kuwa ni ishara ya kukata tamaa lakini pia ilileta mabadiliko ingawa hadithi ya Lucille iliishia kwa huzuni ambapo alifariki bila makao mwaka 1990 watoto wake waliendelea kuishi urithi wao ni upi unaweza ukajiuliza lakini Inatuachia ukumbusho kwamba ni lazima jamii ichague huruma badala ya kupuuza. Asante kwa kutazama. Mimi ni Frank Damas na hii ni Lushinga 72 TikTok.